Jina la hadithi Chumba cha Siri. Mwari ni binti mrembo mwenye ndoto kubwa ya kufanikiwa. Anaishi Sinza na rafiki yake kipenzi aitwaye ya Tasha. Wote wawili ni wahudumu wa mgahawa maarufu naoitwa Kwetu Lounge. Mwari ana tabia ya upole, anapenda kufanya kazi kwa bidii, wakati Tasha ni mrembo mwenye mbwembwe lakini anapenda pesa kuliko chochote. Siku moja mgahawani, anaingia mwanaume mwenye suti nyeusi, anaitwa Victor, tajiri kijana mwenye kampuni ya vifaa vya ujenzi. Anamwangalia Mwari kwa macho ya huruma na kuvutiwa naye mara moja. Baada ya siku kadhaa, wanakutana tena, wanazungumza na hatimaye wanapendana. Miezi miwili inapita Victor anamvisha pete ya uchumba. Mwari anafurahia sana, lakini Tasha rafiki yake wa karibu anaanza kumwonea wivu. Siku moja Tasha anamwambia Mwari, wewe ni bahati tu, si kama kuna kitu cha kipekee. Wanaume kama Victor wanabadilika haraka. Mwari anapuuza, lakini haijapita muda, Tasha anaamua kumvutia Victor kwa siri. Anaanza kumtumia ujumbe kwa jina bandia Queen Tasha. Victor, bila kujua ni rafiki wa mpenzi wake, anaingia mtego. Siku moja Mwari anaenda nyumbani kwa Victor, ghafla bila taarifa, anakuta mlango haujafungwa vizuri. Anaingia ndani taratibu, anasikia sauti chumbani, sauti ya mwanamke ikicheka. Anapofungua mlango, anakuta Tasha akiwa kitandani na Victor. Machozi yanamtoka, moyo wake unavunjika. Victor anajaribu kueleza, lakini Mwari anatoka mbio akilia. Tasha anabaki akicheka, niliwahi kukuambia wanaume wa mjini hawana mtu mmoja. Baada ya tukio hilo, Mwari anaacha kazi, anaamua kuanza upya. Anajiunga na kozi ya Beauty and Spa kwa msaada wa jirani yake mzee aitwaye Mama Rehema. Anajifunza sana, anaamua kufungua saluni Mwari Beauty Touch. Biashara inaanza kidogo lakini baada ya miezi michache wateja wanaongezeka. Wakati huo huo Victor na Tasha wanapoteza kila kitu. Victor kampuni yake inafilisika, anagundua Tasha alikuwa akimwibia pesa kupitia akaunti ya kampuni. Anaamua kumtupa nje. Miaka miwili baadaye Mwari anakuwa mwanamke maarufu wa mafanikio. Anaalikwa kuhudhuria hafla ya wa wafanyabiashara. Katikati ya hafla, Victor anaonekana amevaa suti iliyochakaa, anaomba msamaha kwa machozi. Mwari, nilifanya makosa, nilidanganywa na tamaa, niruhusu angalau kukupongeza kwa ulichokifikia. Mwari anatabasamu taratibu na kumjibu, sikuchukii Victor ila sikumbuki mtu wa jina hilo tena. Mimi ni Mwari mpya niliyejifunza kwamba upendo wa kweli haujengi kwa tamaa. Watu wanapiga makofi, hafla inageuka somo la maisha. Tasha anamalizia maisha yake katika shida na majuto. Mwari anaolewa na mwanamume mchamungu aliyekuwa mteja wake wa zamani, anaanzisha taasisi ya kusaidia wanawake walioumizwa kimapenzi akiita Chumba cha Siri Foundation. Ujumbe wa hadithi: wivu, tamaa na roho mbaya havina mwisho mwema. Mapenzi ya kweli yanaanza pale unapoipenda nafsi yako kwanza. Kwa afya bora ya familia yako, chagua unga wa lishe wa ubora wa hali ya juu kutoka Mkolwe products. Umetengenezwa kwa mchanganyiko bora wa mahindi lishe, mbegu za maboga, soya, ulezi, mchele. Faida za unga wetu: hujenga nguvu na kuimarisha kinga ya mwili, husaidia ukuwaji bora wa watoto, una ladha nzuri na ni rahisi kupika. Afya kwa kila kizazi. Bei shilingi elfu tatu tu. Wasiliana nasi sasa 07162830088 au 0687 22315 Mkolwe Products. Help us to help you. Kwa afya bora ya familia yako, chagua unga wa lishe wa ubora wa hali ya juu kutoka Mkolwe Products. Umetengenezwa kwa mchanganyiko bora wa mahindi lishe, mbegu za maboga, soya, ulezi, mchele faida za unga wetu kujenga nguvu na kuimarisha kinga ya mwili, husaidia ukuaji bora wa watoto, una ladha nzuri na ni rahisi kupika. Afya kwa kila kizazi. Bei shilingi elfu tatu tu. Wasiliana nasi sasa 0716 2830088 au 0687 22315 Mkolwe Products. Help us to help you.